Malaika, karibu uzungumze na hadhira, na hao unaona hapo mbele yako ni wadau wa michezo, lakini pia vilevile vile ni waandishi wa habari, wanataka kusikia jambo kuhusu kwako kuhusiana na Simba Sports Club na kile ambacho kinachoendelea kama ambavyo wamezungumza wenzako ambao wametoka katika jopo hilo ambalo umeambatana nao hii leo. Ah, jambo la kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu maana yeye ndio muweza wa kila jambo katika dunia na mpaka tumefika hapa leo na wakati huu na kuweza kuzungumza nini na waandishi wa habari. Ah, muindi wa Simba kaongea mengi, mwenyekiti naye pia kazungumza mengi, ila mimi nitaweza kujazia na kukazia baadhi ya maeneo ambayo umezungumzia. Eneo la kwanza nalikazia ni eneo la muda wa mwenyekiti ambaye ni Mangungu aliyofanyiwa vurugu mechi iliyopita ya juzi na kazi ya kivipi kila kitu kwenye taasisi ya simba inaenda kisheria katiba na kanuni. Sasa kiongozi yoyote anayevunja kanuni manake huyo ni mbadilifu, huyo yupo kwa ajili ya kuwahujumu au kuihujumu hiyo taasisi. Sasa mpaka dakika hii leo ni tarehe tarehe tatu, leo ni tarehe tatu mwezi wa pili. Kwa katiba na kanuni, Mangungu muda wake umeisha tarehe 22 mwezi wa kwanza wa mwaka huu 2026 bado Mangungu amekaa kimya, tuna takriban siku 12. Pole sana mwandishi, lakini sioni kiongozi wote wa Simba akisimama na kuongea basi, hata yule msemaji wetu ambaye mwenye mamlaka kusema hatumsikii Hamed Yale akiongea au akizungumzia juu ya safari ya Mangungu katika nafasi yake yenye kiti na uchaguzi lini unafanyika. Hawazungumzi, wote wamekaa kimya, wako watulivu kama maji kwenye mtungi. Sasa ukiona maji yametulia ya maana yake nini? Kuna maslahi mapana ya watu wanayefanya, lakini ninawakumbusha huyo Mangungu tarehe thelathini mwezi wa kwanza alisema mwaka jana mwezi wa 12 alisema kwamba tarehe tano mwezi wa kwanza mwaka ishirini na ishirini na sita ndio maingizo mapya ya kadi za wanachama, ambayo ni kilio kikubwa kwa wanasimba. Tulichokuwa nacho toka mwaka na 90 huko tunalia ni maingizo mapya wanachama kabi ya Simba, lakini cha kushangaza leo ni tarehe tatu ya mwezi wa pili hatujaona mchakato wote ukiendelea juu ya kadi za wanachama bado, mangungu yule yule ametulia tu. Ina maana bado mangungu yupo kwa ajili ya kuisambaratisha klabu ya Simba na sio mangungu peke yake, wako wengi, yaani ni gengi la wahuni kwenye klabu ya Simba, wako wengi na Simba inaumizwa kwa sababu, Simba tusipobadilisha katiba, kumradhi, Simba katiba isipobadilika nakwambia ni Simba hata tufanye nini, natuwezi kusonga mbele kwa sababu Simba tumewakusanya wazao wengi kwenye kambi ya Simba, na katika eneo lolote lile, wazao wakiwa wengi hakuna maendeleo. Hata huku mitaani kwetu, mtaa wote uliofunikwa na wazao, huo mtawi utakuwa na ushirikina, utakuwa na usengenyaji, utakuwa na yani na uzao tupu, hakuna maendeleo. Na ndio maana hiyo engo ndugu zetu kumladhi Dayanga Afrika waliliona hilo, wakasema hapana, tuna kila sababu ya kubadilisha hii katiba. Hii katiba itaendea kutuangamiza. Wenzetu wamewini, sisi tunachelewa nini? Maamuzi yote yana mtu mmoja. Basi ili tuweze kufanikiwa lazima maamuzi, kama mwekezaji anasema, lazima maamuzi yana mtu mmoja. Simba tunashindwa kufanya usajili kuwachukua wachezaji ambao wenye kwaite kubwa kwa sababu ha hakuna mtu mwenye maamuzi mmoja. Simba kuna uongozi wa upigaji mwingi. Ukienda kwa huyo anapiga zake, kwa huyo anapiga zake mpaka anamfikia tajini Mo. Mo ashapigwa sana. Na ndio maana Mo kila siku anashtuka, anambia ninawadai hela zangu nyingi sana. Lakini cha kuumiza zaidi ni bado kuna mtu pale Simba wanamngangania, viongozi wa Simba. Sijajua yule kiongozi amuologa kiasi gani. Sijui uchana utumia yule kiongozi. Mimi naamini sio roho ya Mungu ile. Kuna mtu yuko pale anaitwa Selemani Matola. Yeye miaka yote toka mimi sina ndevu katika maisha yangu ya dunia namsikia Matola, yeye ni kocha msaidizi wachezaji wame yani, kumlazi makocha wamepita Simba pale takribani makocha kumi na tisa, yeye akiwa kocha msaidizi. Sasa hivi klabu ipi duniani tushakuona tunakuwa na kocha msaidizi mzawa? Huyu mzawa anatusaidia nini Matola kama yeye ni mzawa, Matola kama fitina anaziweza. Kwa nini kila siku siri zinavuja za Simba zinaenda Yanga? si so, tunamweka mzawa kwajiuindia sili tuweka mzawa kwa ajili ya chocho ojua. Hatujaona hata siku moja tukiona siri za Yanga Simba tukizisema, lakini Matola yule bado anakubali kufungwa mara sita mfulizo ada Afrika. Yeye mzawa uzake ni upi? Simba tunaharibikiwa na watu wengi. Simba kuna genge kubwa lipo kwa ajili ya kuisambatisha Simba, na mimi nikiwa mtetezi, mimi nikiwa mtetezi wa Watanzania, mtetezi wa Simba Sports Club, mashabiki wote wa Simba, mimi nipo kwa ajili yenu. Ninasema sitaweza kukaa kimya nikiona uongozi mbaya, uongozi wa hovyo unaenda ya Simba alafu nikayanyamazia viongozi wangu wamezungumza hapa, yote waliozungumza juu ya mkutano ya hata mimi, hata mimi pia. Sasa, mimi yote nilishapewa taarifa hata nikataa kwenda. Mungu utanipa maono, naitwa Malaika, naitmalaika. Kwa hiyo haya yote yanaendelea, tayari watu wameshajitengenezea wa njia kwamba wakiondoka haraka hivi kuna vitu vyao bado hajavimaliza. Kuna swali kujuza swali moja tu. Mangungu anang'ang'ania klab ya Simba anang'ang'ania wenye klab ya Simba, baadaye anasema Simba yeye hana maslahi nayo hana chochote cha kuingiza. Je, kwa nini anang'ang'ania kiongozi kama anang'ang'ania eneo hilo eneo hana maslahi nayo? leo hii Mangungu anakubali kuaibika, Mangungu anakubali kuchaniwa shati lake juzi, shati lake Mangungu, mimi namchukia Mangungu, lakini kwa lile tukio sikupenda kwa sababu Mangungu i sana baba yangu, ninamchukia kwa utawala wake mbaya, ila sina uwezo kwenda kumshika na kumchanja shoti lake, sina uwezo kumsha ngumi kwa sababu ni baba yangu ule. Lakini yeye yote amekaa kima, mwisho wa siku anaita influencers, anaita influencers eh, anawapooza, ili mradi waanze kumwimba Mangungu mitano tena. Maana yake tayari genge la auni linaendelea kujikusanya tayari, amejiandaa kisaikolojia kwamba waanze kumpambia kum, mapambio kama mtu ambaye eh, aliyofanya mazuri kabla ya Simba, lakini ujio Mangungu maingizo na chama ni 0.0. Ujio Mangungu ndio uongozi wake, tumefungwa mara sita mfululizo na kabla ya Yanga toka Simba, katika historia toka imezaliwa haijawahi kufungwa na Yanga mara sita mfululizo. Kama kuna mtu yupa tushakufunga niambie, lakini tunaenda kufunga, tunenda kipindi kibaya sana. Yanga wana mwekezaji, Simba tuna mwekezaji. Yanga wanasajili mchezaji mtaka wao, na Simba tuna msajili mtaka sisi, lakini mwisho wa siku tukikutana tunafungwa mfululizo. Leo hii kambi ya Simba mangungu ametulia tu ana, Azam FC leo hii Azam naye pia ndani mwezi mmoja ametufunga mara mbili mfululizo. Simba sasa hivi imekuwa ni base ya kujifunzia wachezaji, Simba imekuwa ni sehemu au kama ni jalala kila taka zinaingia pale, na Simba anapokea tu. Simba ni mnyama tunaposema Simba Sports Club. Wa, wazee walioandaa neno Simba walijaribu kumwangalia simba msituni. Simba ni nani? Ni mfalme wa msituni, simba ni mfalme wa mbugani. Lakini akiunguruma hakuna takataka yote inaweza kusimama hapo. Sasa hivi Simba simba huyu simba na kipara sasa hivi simba hana manyoya. Kama tunaweza kukubali kufungwa mechi tatu maskini ya Mungu ya Rabi, ukistaajabu ya Musa twende ukaone kwa Mangungu. Maana sasa hivi ni simba ni ya Mangungu, kama muda wake umeisha na bado yupo na aongei na watu wote wapo kimya, maana yake sasa nini kwamba ni simba ni ya Mangungu, yeye ndio mamlaka yote yani. Na hii na ndio maana ameng'ang'ania kutokuingiza kuto kuingiza wanachama wapya, alijua tarehe tano angeingiza mpaka leo hii sisi vijana ambao wenye elimu zetu, wazazi wetu wametusomesha, wenye elimu zetu na tunajua nini maana dunia, mpaka dakika hii Mangungu tushamuondoa, ila kwa sababu wanajua na jana, na jana, tukio hili, badala ya tukio la juzi kushambuliwa, jana kapanda ndege ameenda ni Ujerumani jana <laughs> mwenyekiti wenu ambaye klabu yake ipo katika hali mbaya. Simba ipo kwenye hali mbaya, hatuna mwendelezo mzuri katika performance ya picha uwanja, lakini yeye jana anapanda ndege enda Ujerumani kwenda kurelax, kutuliza akili. Nadhani kwa nini siri zinakuwa zinavuja sana, jezi zilivuja, watu wanajiuliza labda kuna nini sasa kwenye viunga vya Msimbazi, hususan mule ndani. Mimi nilishasema mwenyekiti ndio mwenye mamlaka ah, Mwinda amesema mwenyekiti katika mifumo ya kiutawala haijalishi kwenye mpira au kwenye taasisi zingine, mwenyekiti ndio mwenye mamlaka. Akiwezi kufanyika chochote kile pasipo mwenyekiti kushirikishwa na kuhusishwa kwa ina maana mwendelezo wote wa Simba unaendelea mbaya ni mwenyekiti Mangungu anayataka usaliti wa Simba, sio mtu mwingine, anayemsaliti wa Simba sio mtu mwingine. Nimeshasema wasaliti lazima Mangungu anahusika, kwa sababu Mangungu hajawahi kukemea hilo swala. Kama baba, mtoto wako unapewa taarifa mwanao ni mwizi, mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, umetulia. Maana yake nini? Umekubali, umekubali kaabwanao hawa mwizi. Kwa hiyo wasaliti, Simba zimevuja jezi awamu ya kwanza, awamu ya pili, Simba imevuja usajiri awamu ya kwanza, awamu ya pili. Simba hawa hawa wanaenda chama, tukosaiviogoziakosal tuko chamatoka Simba viongozi chama walisema, si chama ni duka, walisema alisema kabisa, alisoma chama chama ni duka. Viongozi wameona kwamba bidhaa hii bidhaa haiwezi kutusogeza msimu, na kuja tukamwachia chama. Leo hii kato chama Yanga amekosa namba Singida amekosa namba, ukistaajabu ya Musa tuendee kwenye, kwenye kabla ya Simba, Simba anacheza dakika dakika 80 siacheza ana miaka 38 8 e huwa yu Simba Simba. Jamani, mashabiki wa Simba, niwaombe mtuunge mkono. Hapa palipobakia sasa hivi ni kushikamana mashabiki, maana wanachama tayari washashindwa. Niseme tu ukweli, wanachama wa Simba wengi wameshashindwa tayari, hawana umoja mashabiki wa Simba na baadhi yao wanachama ambao wenye moyo n, n, wenye moyo na imani ya Simba yenyewe, tushikamane tushikamane, tuhakikishe tukemee na tumwondoe Mangungu, na lazima mfahamu wana wanachama na mashabiki Mangungu sasa hivi anakaa kwenye klabu ya Simba, anakaa kiuni. Sio mwenyekiti tena, katiba sasa hivi haimtambui. Kwa hiyo mwenyekiti sasa hivi Mangungu hapaswi kuitwa mwenyekiti wa Simba. Anapaswa kuitwa Mangungu tu basi. Au mwanachama tu wa Simba kwa sababu tayari katiba yupo. <applause> Mimi niko tayari. Mwindi. Mimi niko tayari. Mangungu na Matola waondoke. Kama kuna mganga yoyote yule ambaye akisema kwamba ili Mangungu aondoke na Matola, basi anatakiwa shabiki moja afe. Sawa, mimi niko tayari. Hata nipigiwe simu saa ngapi, niko tayari kufa kwa ajili ya Mangungu na Matola waondoke Simba, yes. Kwa sababu maumivu haya yanayopata ni makubwa kuliko maumivu endelevu katika maisha yangu, kwa hiyo ni bora sadaka. Una la kujazia kidogo. Unajua, huyo ndugu yangu amegusia swala la kuvuja mm kuvuja jezi katika hilo. Wakati tuko kwenye mkutano na mainfluensa hao, na mangungu yupo, nikambuliza swala mangungu kwamba mangungu, kwa nini siri zetu zinavuja Simba? Hebu tueleze tujue, kama we mwenyekiti wetu. Alichoni jibu kwamba eti sisi hatuhusiki na kuvuja kwa jezi mimi naongea ule ukweli jamani, mimi niliongea naye ana kwa ana, alinijibu kwamba sisi viongozi hatuhusiki katika uvujaji wa jezi, jezi si mefudya, si ilo. Kwa hiyo kama jezi zimevuja lawama zimwendee jeiruti. Alinijibu hilo, Malaika, umelisikia hilo? Alinijibu hiyo Malaika kwamba anayepewa lawama kuvuja kwa jezi eti Jairuti ndo abebe hiyo lawama. Sasa leo unaposema kwamba Jairuti amehusika katika kuvujisha jezi tu, huyu unataka kumpa udhamini au mwekezaji, anaweza? Swala langu namuuliza Mangungu, anaweza Mangungu alihitaji kwamba Jeruti si ndio anataka wa yeah, kuleta wawekezaji wengine mojawapo Jeruti hey, kwa swali ulio muuliza, ni kwamba hey, kwamba yeye ka, yani kahusika tu kwenye kuvujisha jezi kitu kidogo, leo huyu kweli anaweza kuwa anaifadhili an, Simba au anakuwa an, mwekezaji katika Simba kweli ni kweliyas ni yes. Nimelisikia na ndio maana Ina maana ni vizuri kaja kunithaazisha. Hmm. Sawa. Ina maana ni bado mwenyekiti wetu atoshi. Kwa sababu hata ujua Jeruti, mkono wake mwenyekiti Mangungu. Katika utawala mwenyekiti, chochote kifanyiki nimewambia. Akifanyiki chochote bila mwenyekiti kujua. Nani anayatafuta wawekezaji ndani ya Simba? Ni nani anatafuta Zaburi ndani ya Simba? Ni mwenyekiti. Sasa kama mwenyekiti anasema kwamba yeye usiki ina maana hausiki na anahusika, yeah. Ambaye ni mzaburi huyo yeah. Mzaburi ameingia ingia, kapata faida. Sasa kama atakapata faida na hiyo faida yenyewe, ndio msimu wa kwanza anaanza tu yeye, mwekezaji avujishe siri kweli? inaingia kinini kweli? hiyo hali ya kawaida? huyo mwekezaji ametoa takriban yani, d hasina mbili kwa ajili ya kuingiza kwenye Simba alafu leo nasema tu kwamba yeye amekubali kwamba aliyovujisha ni Jeruti mwenyewe huwa yuma ngungu, iko siri kweli? Yeah? Mangungu ni mpango. Mimi na wasiwasi, neno la mwisho, mimi na wasiwasi mm. Mangungu anapasa achunguzwe. Mangungu e, inawezekana yule ni ana kivuli, ni wallahi, inawezekana mangungu ni Yanga kwa sababu haiwezekani mtu ambaye mwenye asili ya simba mwenyewe wezi kufanya madudu kama haya hachunguze. Nimmaliza, asante.